Katika mukaddima aliloanza nao kibaru lulama wanamsifu mtume wetu anasema nabiyan atahu llahu shajaata Musa, mtume wetu ni mtume ambaye zile nguvu alizokuwa nazo nabi Allahi Musa alipewa na kweli. Nabii Musa alikuwa na nguvu, uwezo wa kubeba kitu kitakachobebwa na watu kumi na ziada akibeba peke yake <coughs> lakini kwa nguvu zake, siku moja alishawahi kumpiga mtu dharba wahida fawakazahu Musa faqada alaihi, ngumi moja kaua mtu, ina maana ngumi moja ya Nabii Allah Musa ni sawa na ngumi za watu kumi na nguvu hizi alikuwa nazo Mtume Muhammad. Katika vita vya Handak masahaba walishindwa kulipasua jiwe, akasema ana nazilun, niachieni mimi, akapiga likapasuka pasuka vipande. Akasema tushaifungua Kisra, tushaifungua Sham kwa shafakata Harun hata ule upole wa Nabi Allahi Harun kapewa mtume wetu mpenzi. Nabi Harun alikuwa mpole, na mtu mpole ni mtu mzuri, na sifa yake kubwa au taito yake alikuwa akipendwa na watu wake. Hata mtume anakwenda Isra wal Mi'raj, alimuona mtu amezungukwa wa na watu akiwapa simulizi, aliuliza, yule nani? Akaambia, yule ni mtu anayekubalika na watu wake, anayependwa na watu wake. Upole wake, busara zake zimesababisha apendwe. Hata siku alivyokufa watu walimtuhumu Nabi Allahi Musa, umemuua we ndugu yako Harun kwa sababu so, sisi tunampenda kwa sababu so, sisi tunampenda hata siku hizo Nabii Allahi Musa alikuja akamkamata ndevu zake Nabii Harun akimkemea ya Harun ma manaaka ih raaitahum ballu bani Israeli, mpaka wanafanya vitu kama hivi, umekaa hata huji kuniambia? Huruma zako zimepitiliza zimevuka, mpaka akamwambia yabna umm, ndugu yangu waniambia ni kusubiri uje me na ningekuja kukufuata mambo yangekuwa mabaya zaidi. wa azma ta Suleimana na adhama, utajiri wa Nabi Allah Suleimani, pia alipewa mtume, lakini azama ya Bwana Mtume haikuwa pesa. warawadatu ljibalu antakuna laka dhahaba hali ulivyo. so unaonaje, milima ya Maka iwe dhahabu upate kutumia? Hajakubali, na angekubali angemshinda nabi Suleimani. Maka nabi Suleimani hakuwa na milima ya dhahabu. Na leo khutba, leo tutaizungumzia dhahabu insha Allah, lakini mtume asema uridu an nakuna nabiyan ajuu yauman fa adhkuru llah wa ashbau yauman fa ashkuru llah Nitaka niwe mtume ambaye leo kidogo nakula nipate kumshukuru Allah, kesho njaa kidogo inakumbusha akhera na kaburi, nipate kumkumbuka mola wangu wa iqdama Daud. Hata zile nguvu na ushujaa wa nabii Allahi Daud alipewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nabii Daudi alikuwa na nguvu nyingi na alikuwa anaweza mapigano na mtume pia hivyo hivyo wakwe, alikuwa hivyo hivyo. Wasema kana yataqaddamu al-jeish katika vita, sio kwamba alikuwa analindwa yeye, ndo alikuwa akikaa mbele, bali mara nyingine masahaba wanahitaji ulinzi kwake. Saina Ali anasema idha laqiya qawmu qawma washtadda al-ba'su iltaqayna bi rasulillah hali ikiwa ya hatari vitani, wote tunajificha nyuma ya mgongo wa mtume Muhammad. Umeona kiongozi wa mfano huyu? Alafu sema wallahi, ma raaina ashjau nnasu minkum, tunaapa hatujawahi kumwona shujaa kama mtume Muhammad hata kutembea kwake. Siku moja amira almu'minin Umar alimwona sahaba anatembea kama mgonjwa mgonjwa, lakini si mgonjwa, akamuuliza: abika wajaa, unaumwa we? una homa we? Akaambia: pana, mimi mzima. kwa nini unatembea hivi? Akaambia: walaki namshi ala lardi hawla, natembea kwa upole kama Mungu alivyoagiza katika ardhi kidogo. Umar amtie bakora, akaambia: Waislamu hawatembei hivyo, na Mtume alikuwa hatembei hivyo tume alikuwa akitembea kayansa au kayansub min aljabal, nafikiri anashuka kwenye mlima ndo alivyokuwa akitembea, akuwa lezilezi. Alikuwa mtu stronga, lakini pia na ustronga wake, sehemu ya upole humpandishi mtume na sehemu ya ukali hatakuwa mkali. Alikuwa kila hali yakifiti, rasulullah wabawasata yahya wa rahmata Isa, wa sabra Ayub, kila mtume aliopewa kabla yake na yeye alipewa. Waislamu, kama tulivyotangaziwa maudhui ya leo, mambo matano ni sababu kubwa ya kuondosha ufukara. Mambo matano yenyewe ni kazi tano Adunia mazrau akhirah, huwezi kuipata akhirah sharti kwanza huipate dunia, na hii dunia ndiyo shamba la akhirah. Na katika vitu ambavyo itakiwa vifukuzwe kwa haraka sana ni ufukara pamoja na umasikini ufukara na umasikini. Ni yupi maskini? Ni yupi fakiri? Maskini ni yule ambaye ilikuwa apate angalau kumi kwa siku atekeleze mambo yake, lakini anapata saba, anapata tisa, anapata mbili. Ama fakiri, naye ilikuwa apate kumi, lakini apata moja, saa nyingine hapati kabisa. Na huu fakiri, huu ni kitu hatari zaidi ukiupata okay, ufakiri una dalili mara moja kuharibu na dini yako. Katika dua alizokuwa akiziomba Mtume zamani alikuwa akimwomba Allah mweke mbali na ufukara. Alikuwa sema allahuma iaudhubika min alhammi waalhazan waaudhubika min alajzi waalkasal waaudhubika minaljubuni walbukhul mwisho audhubika min alfaqr waalkufr Angalia hata maneno kama anafanana, faqr, kufr, ufukara, ukafiri. Inna alfaqra yahdi ila alkufr, kwa sababu mtu akiwa fukara, ule ufukara unamwita kwenda kukufuru. Mwanamke anaweza akawa muhajabati mzuri khafifa, waliya taqia, sharifa wa nguvu, lakini akatoa hijabu zake Anaingia loji kwenda kuzimiwa, kutafuta lukmatulaishi, tonge. Huo ni ufukara. Tuna maustadhi wangapi mutashaddidini, mutamasikini, wako vizuri katika dini. Akija hapa kwenye mimbari ya tali, siku mbili tatu kanuliwa mara na chama, siku mbili tatu mara ataka kurtadi, siku mbili tatu kaiba pesa za msikiti. Yule yule ustadhi unamkuta kasino anacheza kamari. Ufukara misikiti inashindwa kuwa na maendeleo sababu ya ufukara ufukara sidili. Ndio maana ukitizama kitabu chetu kipenzi cha Quran sijaona mimi, labda nyie, hakuna hata sehemu moja Allah jalla jala jalal ameahidi waumini kupata ufukara isipokuwa Iblis ndani ya Quran, inna ash shaitana yaidukum alfaqara wal-fakhsha. Ni promisi yake ufukara. Mmoja wa wanawazuoni anasema, lau kana lfakiru shakhsan laktulana la ofkara, angekuwa mtu fulani ningemmaliza. Angalia usemi huu, unasema: bil ilmi wal mali yabinu nasu mulkahu, kwa elimu pamoja na mali change ndo watu wanajenga dini yao, taifa lao nchi yao uislamu wao maendeleo yao. La yubna lmulku biljahil waliqran taifa, Uislamu na mambo mengine hayawezi yakaendelea kwa ujinga na umasikini. Hasa Waislamu, tutafute elimu kweli kweli, tutafute mali kweli kweli, mida mtuziwe lahaza halali. Tukipata elimu na mali, kwanza tutaweza kujiongoza wenyewe hapa si shauri moyo, si sehemu ya biashara. Basi nipeni masikio ya moyo, tushauriane, tushauriane, kwa sababu dunia ikiwa ina utulivu wa sawa sawa, na mambo mengine yatakwenda vizuri bi idhnillahil karim. Uislamu wetu mnavyoona unaweza ukaenda bila ya pesa, lakini uislamu unahitaji pesa sana sana sana sana sana. mm-hmm. Arkanu Islam, nguzo za kiislamu zingine hazisimami mpaka pesa. Kuna watu hatutoi zaka, kuna fadhila wa kutoa zaka. Sasa so una hela, utatoa wapi zaka? Zamani kwenda Maka milioni saba sasa hivi karibia milioni kumi na sita Utapata wapi? Kiwanja huna, utaenda Maka? We kwenda nako Maka ni haja na ni hoja, muhimu zote zinahitaji change, zinahitaji pesa Angalia milioni ngapi zimeingia hapa msikitini kutekeleza ibada ya sala tu, nguzo hii angalia sehemu ya mwanzo ya msikiti juu huko, tukikupa wewe peke yako ujenge, una na kama unacho unaweza ukafilisika, ndo akiba yako. Makapeti hayo pesa zake bado, kuna kisima bado. Pesa si kitu cha kupuuza. Tuwahurumie wale watu ambao wanasema ah, mali ni mtihani mkubwa ni balaa. E, kweli mali ni mtihani lakini, hawabainishi ni mtihani kiasi gani na wanaitafsiri mali katika njia, kwa hakika si sahihi. Sasa tumekuja hapa duniani, maneno mazuri yanasema itafute dunia yako kana kwamba unaishi milele. Yashikie maneno hayo, lakini iandae akhera yako kana kwamba utakufa kesho. Weka hati pigana. Wazungu wasema life is war, maisha ni vita. Wewe umeiandaa dunia yako, umeitafuta kama unaishi milele. Maana ya kuishi milele ina maana muislamu awe na kitu kinaitwa tawilal amad, mtazamo wa mbele, wa mbali, uwe na future za mbali kabisa, usijifikirie wewe peke yako. Wazungu anamfikiria mpaka mjukuu kitukuu kilembwe kilembwe kizi. Biashara tano tukizifanya na hizi biashara ya lalasafi ndo wamezikamata Waislamu, lakini kwa sababu mambo ya mali hatuyaweki mbele, hata akija mtu ana mali zake msikitini hatuwezi kufaidika naye. Mtu ana mali ilikuwa sasa ndio pa kushikana mikono hapa, kunyanywana lakini, kwa sababu hatujakaa hivyo, atatoka nje ya msikiti, ataenda kufadhili Messi, ataenda kufadhili mipira na kadhalika na kadhalika, hatupati faida naye. Kumbe itisam watasimu wa bihablillahi jami'an wala tafaraku, kushikamana katika dini ya Mungu. Dini ya Mungu ni zile nguzo tano, na zile nguzo tano zote kila moja inatufanya kuwa kitu kimoja sote sisi. Nguzo ya mwanzo ni shahada, ukiitamka hatuna tofauti baina yetu. Lakini nguzo ya pili ni sala, tukisali wote tunakuwa kitu kimoja. Kuna nguzo ya zakaa, ina maana tajiri akija hapa msikitini, amtizame mwislamu hohehahe ni nani, fakiri ni nani. Kuna baadhi ya watu ukimpigia mahesabu ile zaka yake bilioni tilioni na kuendelea, itakiwa akupe wewe mwislamu mwenzie wewe, ili uanze kuzungusha. Mwakani umetoka hewala, saidia mwingine. Mwingine hukutoka basi, akuwezeshe tena, ili waislamu wote wawe na hali nzuri, alafu wengine wasiokuwa waislamu ndio watuitajie sisi. Sasa kuna mambo matano au kuna kazi tano za nguvu, mwislamu itakiwa apigane nazo. Sisemi kwa nia mbaya, lakini wanasema hivi, kuajiriwa ni hali ya kawaida sana na mara nyingi Waislamu kuna vitu hawana, miongoni mwa vitu hawanaga mahabusu, lakini pia kazi za Waislamu ni business, sio employed. Asilia ya yao wengi ni biashara, biashara Masahaba wengi wamefanya biashara sana, si unajua, hakuna kutumikia mabosi wawili kwa wakati mmoja. Wataalamu wa kutafuta wanasema kuajiriwa au kwa kibarua ni usingizi mzito ambao umelala siku, ukija kuamka utakuwa ulali tena, umelala kweli katika kibarua chako. Mpaka hivi sasa umeajiriwa, wana miaka thelathini atakwenda kusali mpaka uombe ruhusa, mpaka bosi akwambie, chagua mawili, unataka kazi, unataka sala. Bosi, mi nataka vyote, achagua kimoja. Kama unataka sala, nenda hapo Songea usirudi. so, Muislamu masikini ameajiriwa, ukiwa unamsimamo unakwenda na kazi, unaacha wallahi. Wallahi unamsimamo, basi unakuta kuna baadhi ya watu, Ijumaa ya leo ameshindwa kutoka kwa sababu tajiri yake pita kamzuia kwenda msikitini. Wote ni ufukara, hatari sana, hajiwezi. Na kuna watu hawasali jama, akirudisha ndo anaunganisha sala zote, kwa sababu kazini anazuiwa kutoka. Lakini kitu cha pili wanasema na, nakamshahara unakopewa kaleka ka mshahara unakopewa pia ni sumu, inakuua kidogo kidogo. Kuna mishahara mizuri mingine ya hatari kwa mwezi unalipwa e thalathini, unapigana unalipwa laki moja laki na nusu kwa mwezi. Hivi sasa una miaka themanini, unasema alhamdulillah, mimi nafanya kazi nalipwa laki na nusu, hata kiwanja huna. Ukishaipokea ile laki na nusu, ukitizama yote inaishia kwa madeni, hapo umekopa kilo mbili za unga, mwisho unabakia sifuru ya daini. Kuna kitu, kuna future na muislamu hatakiwi kukaa hivyo. Sasa kuna baadhi ya kazi ambazo watu wakizifanya kwa sababu ya dunia yao, inawezekana na kubadilika kabisa. Kazi tano hizi, na hatuwezi kuzitaja zote leo, tutataja moja tu au mbili tu, na hizi kazi zina asili na sisi, na ni kazi za Waislamu. Wanasema kazi ya mwanzo katika ulimwengu huu ni kazi ya kuifukua ardhi linakura khairatiha ili tupate kula kheri za hiyo ardhi yenyewe. Ndani ya ardhi Allah ameweka madini na huu ni utajiri mkubwa. Madini ni biashara za Waislamu na madini katika nchi hii yamejaa, bali sisemi hivi, karibia nchi zote za Waislamu zina madini ya tanu, lakini wananufaika wasiokuwa Waislamu na madini ndo maisha. Simu mnazopiga madini, maiki maiki hizi mikrofoni sama, sauti madini. Angalia ile saa karibi, saa ile mishare ile nakshi nakshi, madini yale. Angalia makomeo makufuri yanawaka, madini yale. Angalia dhahabu, anuza, uzurati na mama yote, madini, vitu vingi tiles ceramic hizi, marumaru hizi zinawakawaka waka. Hizi zote madini, kila unachokigusa ni madini. Katika siri za dunia, biashara ambayo sio kutafuta ugali, sio kuuza kigenge tu, biashara za kiume, biashara za kufika mbali, biashara za kuubeba Uislamu. Ndugu yangu Mwislamu, madini, kumbe ndo maana Allah akamwambia mtume wa rawadatu jibalu an takuna laka dhahaban, tuseme tu Allahuma hawilha ila dhahabin, bila kuchimba Muhammad, Unaonaje hii milima yote dunia nzima tuibadilishe iwe dhahabu mtumie. So ni biashara kubwa sana. Nabi Allah Suleimani alikuwa katika majini, wako sampuli mbili, kuna wanaoitwa banau wa waghawas, kuna majini walikuwa spesheli kumjengea majumba anaoyataka, lakini kuna wengine hawas, kazi yao kuogelea katika ardhi na kumtolea kila madini, biashara kubwa sana, utajiri mkubwa. Ngoja nikutajie hadithi moja ya Mtume, afu tuichambue kidogo kidogo, tutafika. Lakini pia tutaelezana tunaanzaje biashara kama hizi, na lengo letu sisi Waislamu yote tunayafanya kwa kuiandaa nyumba yetu ya akhera. Uislamu na ufukara si mambo yake Allah akituita tu kwa jambo la dharura, hal adullukum ala tijarati tunjiikum min adhabin alim tuuminuna billahi wa rasulihi watujahiduna fi sabilillah alafu anaanza bi amwalikum wa anfusikum hata kuipigania dini inahitaji mali na Mtume. Mpaka leo dini imetufikia vizuri, walomzunguka wote Allah alimuunganisha na watu wenye power, wenye mali nikisema madini sibatishi. Sayyidina Uthman bin Affan mkwewe Mtume mara mbili, hafidhi wa Qur'ani, hatari malaini na Muslimi, biashara yake ilikuwa kuuza dhahabu, alikuwa na maduka saba ya dhahabu, maduka saba ya dhahabu. Inakuwaje watu wanatoka mbali wanakuja kununua kwetu dhahabu hapa, na si wenyewe tupo? Hatuwezi kuchimba, hatuwezi kutafuta na kwa nini Waislamu wake ni kwambie, kabisa nimalize, nenda mgodini, wachimbaji wengi ni Waislamu, lakini hawapeani connection. Atatafutwa Joni, atapewa connection. Mtume anasema malakul ardhu arba, kullaha arbaatun au malakul dunya arbaatun, waloimiliki dunia kiwezo kiutajiri walikuwa wafalme wanne, mu'minan wa kafiran, waumini wawili na makafiri wawili. Fa amma almu'minan, waumini wawili walokwa matajiri, biashara zao zilikuwa ndo hizi. Tajiri wa mwanzo anaitwa dhul karnain. Dhul karnain ni mguse kidogo, kwa sababu ijumaa tunakuja. Ngoja nikwambie biashara ya madini yalipataje wanasema kuna mzee mmoja anaitwa Kahfan. Huyu mzee ni mwana wachuoni, alikuwa na elimu kubwa sana mzee Kahfan, na katika elimu yake alikuwa na elimu ya mambo ya anga haya. Katika tafiti zake kuzifuatilia anga, akaona jambo, kuna nyota na ile nyota kule katika anga itakuja kushuka hiyo nyota itakaposhuka, tarehe fulani, mtu akibahatika kukutana na mke wake atapata kumpata mtoto wa maajabu. Akaiandika kwenye mlango kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mlango wake ile tarehe, akisubiri. Ile tarehe ilipofika, akamwambia mke wake, leo kuna kudra ya Mungu, kuna nyota. Unaona Waislamu, hata mambo ya anga haya, ndio maana pale kwa Sheikh Muhammad yayubu Tanga kila mwanachuoni alikuwa akisomeshwa haya mambo ya juu kweli pale. Basi kupitia jambo hili akaambia mkewe, leo kuna nyota itakuja kama hesabu zangu zimeenda sawa, ni elimu tu hizi sasa. Hii nyota weka nje itizame ikivihiri, e tu hebu fanya haraka njoo ndani kaa pale, kuna baridi masirio, washa moto ile mwanamke akawa amekaa pale amewasha moto, anatizama yuu. Jirani yao kuna mzee mmoja anaitwa mzee Malakan alaihi salaam, akamwona yule mama yuko pale anaota moto, akamwambia mke wake, jirani yetu kuna nini? Naweza tukakaa hapa, kumbe kuna matatizo kule. Hebu nenda kamuulize. Saa nane usiku alipofika pale akamwambia, mume wangu kanituma, kuna nini? Mbona leo una unakesha nje? Akaambia mume wangu kanituma jambo, kaniambia nitizame juu, kule juu kuna nyota leo itakuja, na hiyo nyota ikija itakuwa moja mbili tatu. Ambia tamamu, haya basi, mimi naondoka, nikajua mna matatizo. Akaondoka zake, alipofika akamwambia mumewe eti anasubiria nyota. Akaambia ndio, mzee Katani, mwanachuoni mkubwa, kama amekosea hesabu haitokuja nyota lakini wallahi, kama wamepatia, ikishuka kweli kutakuwa kuna jambo zito, watapatikana mtoto mzito. Na wewe nakupa kibarua, kaa sehemu yako, tizama ile nyota, ikishawaka njo. Mama wapili naye akatoka, lakini yeye hakuwasha moto, amekaa pembeni, kuna baridi kama nini. Lakini wakati wanasubiria, yule aliowasha moto akapitiwa na usingizi, yule ambaye hakuwasha moto, mara akaiona kweli ile nyota. Akatoka mbio akaenda moja kwa moja mpaka kwa mume wake, mume akamwambia njoo, sasa unasubiri nini? Wakakutana na mimba ikatoka. Yule wa pili naye akiwa anasubiria, baadaye akaamka, akaiona ile nyota bado haijaondoka, akaenda mbio haraka haraka, akaambia mume wake, nimechelewa, kumbe ilikuja, nimeshikwa na usingizi. Mzee Kahtani akamwambia, si neno, wala hakuna shida kabisa hakuna tabu, hakuna dhiki, tumechelewa tu zile fadhila za mwanzo, lakini njoo basi. Wote wawili wakapata mimba na wote wakazaa na wote waliozaliwa walizaliwa wote watoto wa maajabu. Mzee Malakan, ambaye mkewe aliona mwanzo, alimpata mtoto ambaye alimiliki akhera yote, ndo anayetawala na huyo alikuwa akiitwa Balion ibnu Malakan, au muite Baliya ibn Malakan ibn Fihr ibn Arfakhsha ibn Iram ibn Sa ibn Nu, au muite mwite Abul Abbas, au muite Sayyidina Khadhr. Sayyidina Khadhri ni mtu wa maja, alisimama sehemu imekauka ikawa kijani na rutuba, akipita sehemu nyayo zake zinatia rutuba. Sayyidina Khadhr ni wa maja lakini mtoto wa pili naye alimilikishwa dunia nzima katika wale matajiri wanne, anaitwa Dhulkarnain. Maana yake maajabu yake, Dhulkarnain ana mambo makubwa sana. Alikuwa ana kofia hatoi, kwa sababu akitoa ile kofia unaona ana pembe mbili. Sasa nakupa kipengele cha mwisho, alafu wiki ijayo tutakuja kuanzia hapa hawa mabwana waliandaa jeshi la askari milioni sitini. Walimwomba Allah awape uhai mrefu, Dhul Qarnain na Khidr. Baadhi wanasema ni ndugu, lakini baadhi wasema walikuwa majirani. Wakapigana jihadi, Dhul Qarnain akamfanya ndugu yake Khidhri waziri wake, tumwombe Mungu atupe uhai mrefu. Wakawaomba malaika, malaika wakaenda kuwaombea, jambo likapita, wakaambiwa sikilizeni, cha kufanya nyinyi mtapata uhai mrefu lakini tuelekee upande wa magharibi. Huko magharibi kuna dhahabu za hatari, huko magharibi kuna utajiri wa hatari. Inshaallah, njoeni pamoja na mimi wiki ijayo, kwa sababu wakati wetu hauruhusu tena. Tutaendelea hapo na tutakamilisha biashara zetu tano hizi. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, waqala azanlahi alim